Mambo vipi tena watazamaji wa Mastaz TV. Yabani, Alex Ali, number, kutokea za Mastaz TV. kutokeahozaat b leo nakuletea kipindi chako pendwa sana. Ni moja kati ya kipindi ambacho nadhani kinakuja kwetu sisi, yani wanajumuia wote. Kwa hiyo kwa kila mtu, kwa yeyote hichi kitu naenda kukifanya kwa leo. Swali langu ni moja, nataka naingia mtaani kuuliza kuuliza, hivi ni kitu gani chenye unaweza kukipata ndani ya maisha yako kikakupa furaha Emuungana nami mwanzo mwisho, ili e tujue kama una maoni kama una comment, make sure kama umefanya hivyo. Asante. Hivi kitu gani chene unahisi kabisa ukiwa nacho kinakupa furaha maishani mwako? mimi mamangu. mama yako huyo mm. tu maana mm. uwepo wake ndio kila kitu, kila kitu kabisa. Sawa. Hivi kitu gani chene ukikipata unaweza kuwa na furaha, unahisi unaweza kuwa na furaha nacho maishani mwako? <laughs> kuna kingine tofauti na pesa? pesa yeah Unataka kuniambia pesa ndio kila kitu kwako. Ndio kila kitu sasa hivi kwenye ulimwengu wa kisasa. Eh, hey. Vipi wazazi? Ha, wazazi. Ah, kivipi nieleweshe kwa? Kwa nini wazazi was mbele pesa ndio iko mbele? Ah, wazazi wapo mbele kabla ya pesa. Sasa kwenye ulimwengu wa sasa pesa ndio iko mbele. Ah. Hivi mm. kitu gani chenye unaweza kukipata kikakupa furaha na maisha yako? Pesa. Pesa tu. mm. mm. Mm. Kwa nini? Iwe pesa. Kwa nini pesa? Pesa ndio kila kitu kwenye maisha kwa sasa. Na ndio inatusababisha hadi tukue hapa. Yeah. Unahisi ukiwa nayo unaweza ukamiliki nini? Tazani kamiliki manyumba, magari, yaani vitu vingi tu. Hivi kitu gani modo unaweza, yaani ukikipata unakuwa na furaha maishani mwako? Eh, pesa tu mbona? Pesa. Eh. Kama unataka kumwambia, na wewe mwanamke unahitaji sana pesa. Si ndio kila kitu, nafikiri ni nini? Ndo hivi hivi, pengine kitu gani chenye unahisi ndani ya maisha yako kinakupa furaha sana furaha? Mimi ni mziki tu mi, mm. yeah. Mziki ndio unanipa furaha. Uh, unahisi unahisi ukiwa ndani ya muziki kila kitu una, unakuwa unacho ah. yani, unajua kitu ambacho kinakutoa stress ndio kitu ambacho kinaku, kinaku, kinakupa furaha. Sawa, kuna mwanamke ambaye yani niseme, kuna mke wangu na kuna nani na kuna mziki Sante. Sante. Sante. <laughs> kitu gani chenye kinaweza kikakupa furaha ndani uh, ya maisha yako? Ah, kitu ambacho kinaweza kunipa furaha ni amani kwanza. Ni amani na upendo. Ukishapata <coughs> yani, amani, amani na upendo kila kitu kimeisha. Yani hakuna kitu ambacho yani, kinachozidia amani kwenye, kwenye maisha. Yani ukiwa na amani hiyo ni furaha tosha kwenye maisha yako. Yeah. Hivi kitu gani chenye kinaweza kukupa furaha ndani ya maisha yako? Aidha unacho kinakupa furaha kwenye maisha yako? Ah, uh, kinachonipatia furaha ni pesa. Eh, pesa kabisa. Wewe unazo? Ni pesa sina, bado nazisaka. Kama gisu unavyoniona hapa, nakuja kusaka hela. Ukizipata eh, za ile nyimbo ukizipata. Ah, nyimbo gani hiyo? Kuna nyimbo ya Mimba Diamond. Ukizipata ah, yani nikizipata lazima nitumie mademu. Yani ndo hivyo, eh. Bana, pengine kitu gani chenye unaweza yani ukakipata katika maisha yako kikakupa furaha akipata katika maisha yangu ne... ukawa ukawa nacho kwa maisha yako, ikawupa furaha mm. Pesa mwanangu, pesa kabisa. Kwa hiyo tunataka kumaanisha pesa, pesa ndo kila kitu ah, pesa sio kila kitu lakini pesa nahisi nikiona pesa naweza nikapata furaha kwenye maisha. Yaani, kiufupi tu pesa sio furaha ya kila kitu kwenye maisha, hapana. Pesa ndio ni hope, yaani ni kama kitu kila mmoja anahitaji kuwa nacho, lakini sio ndio kitu ambacho inaweza nikasema eti ndio kitu ambacho kina furaha zaidi duniani, hapana. Maana kila mmoja katika harakati ya utafutaji tunajipatia huko ya ndio, unaweza kutafuta pesa kisa, yani mi natafuta hela kwa sababu mimi ah, kuna demu na mwelewa bila hela yule demu siwezi nikampata, but natafuta pesa ili siku nikizipata ule pale kumpata ni rahisi. Ya natafuta hela ili mimi familia yangu ijakuwa proud kwa ajili yangu siku moja, si unajua tena hiyo bro. Yes, asante ba. Okay, poa.